Nam mtazamaji wa Faida Online TV, ni safari ya mwisho ya Darweshi Ali bin Musa almaarufu kama Darweshi Rocket, ama wengi wanavyofahamu kama kuswali nnaleke aliyefariki dunia usiku wa kuamkia Januari 20, 2026, akiwa na umri wa miaka 97. Kifo kilichotokea katika Hospitali ya Taifa ya Muhimbili jijini Dar es Salaam alipokuwa akipatiwa matibabu. Marehemu Darweshi Rocket alizaliwa mwaka 1928 katika eneo la Mamburu mkoani Mtwara. Alifahamika sana katika jamii kwa misimamo yake thabiti ya kidini, maisha ya ibada na mchango wake mkubwa kueneza rocket, katika kueneza maadili mema. Jina la Rocket alilipata mara baada ya simulizi zilizosambaa katika maeneo mbalimbali zikidai kuwa hakuwa akitumia usafiri wa ndege kwenda Maka kuhiji, madai ambayo alikuwa akiyakana, huku ikisemekana kuwa alisafiri zaidi ya mara hamsini kwa ajili ya kwenda Maka kuhiji. mara baada ya kutangazwa kwa kifo chake na maandalizi ya kumsafirisha kuelekea Mtwara kwanza, waumini wa dini ya Kiislamu walikusanyika kwa wingi katika eneo la Kariakoo na kusindikiza mwili huo tayari wa kuelekea kwenye kijiji alichozaliwa cha Mumburu kilichopo wilaya ya Masasi katika mkoa wa Mtwara. Darueshi kuswali nnaleke alikuwa ni mmoja wa watu waliobeba historia ya kipekee katika Uislamu wa Afrika Mashariki. Maisha yake yalijaa mabadiliko makubwa, kutoka uaskari hadi udarueshi, kutoka Ukristo hadi Uislamu na kutoka maisha ya kawaida hadi kuwa alama ya dawa tasawuf na juhudi za kuamsha imani kwa maelfu ya watu. Sheikh Darweshi Ali ibn Musa alizaliwa mwaka 1928 au 1930 kwa mujibu wa baadhi ya riwaya, katika kijiji cha Mumburu, wilaya Masasi ya ya mkoa wa Mtwara, kusini mwa Tanzania. Alikulia katika jamii yenye mchanganyiko wa dini na katika ujana wake wa awali alikuwa Mkristo, jambo lililompa ufahamu mpana na mazingira ya kidini kabla ya kuingia katika Uislamu. Katika ujana wake Shekhe Daruweshi kuswali nnaleke aliingia jeshi la polisi la Tanganyika, akahudumu katika maeneo mbalimbali ikiwemo Arusha na baadaye Lindi ambako alikabidhiwa kituo cha polisi cha mkoa wa Lindi. Pamoja na taaluma yake ya uaskari, alikuwa mtu wa tafakuri nyingi, mwenye kuvutiwa na masuala ya dini watu wa kiroho na utafutaji wa ukweli wa maisha. Huyu Daruwesh Rocket siku moja akiwa jijini Dar es Salaam alipita katika eneo la Mburahati karibu na makao makuu ya twarikatil Kaduria ambako Al-Habib Sheikh Muhammad bin Nasr alikuwa akitoa dawa. Darasa hilo lilimgusa sana moyoni hadi akaamua kusilimu ulipofika mwaka 1966 akiwa na umri wa takriban miaka 36 katika kipindi cha Rais Mwalimu Julius Kambarage Nyerere, aliamua kabisa kuacha kazi ya uaskari, akajitosa kikamilifu katika dawa, tasawuf na harakati za Kiislamu. Mtazamaji wa Faida Online TV, naomba tukumbushane jambo. Kwa wale ambao kidogo umri wao umekwenda, ushakusikia story kwamba Sheikh Kuswali Nnaleke ilikuwa li kwa kikomba lifti, usipompakia huenda utamkuta kijiji cha jirani amesimama tena stendi na bendera yake. Ulishakusikia hii? Lakini stori moja maarufu ni kwamba aliwahi kuachwa na meli ya MV Mapinduzi akisafiri kuelekea jijini Dar es Salaam, lakini walipofika bandarini, katika bandari ya Dar es Salaam, wakamkuta Sheikh Kuswali Nnaleke anatoa mawaidha katika eneo la bandari hiyo. Wakati huo safari ya meli kutokea Mtwara kuelekea Dar es Salaam ilikulazimu kuchukua masaa ishirini na nne, lakini habari hizo hazikuwahi kuthibitishwa popote na mwenyewe alikuwa anazikana lakini pia alikuwa akitembea pekupeku bila viatu katika sehemu kubwa ya maisha yake. Darweshi Kuswali Nnaleke amezikwa siku ya Januari 21, 2026 katika makaburi ya nyumbani kwao Mamburu, Masasi, mkoani Mtwara. Kwa pamoja tunasema inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mwenyezi Mungu aiweke roho ya marehemu mahala pema peponi, amin.